Hivyo, tunaposema kuimba ni kuomba, ya maanisha kwamba kwa wimbo na kuimba mwanzo ni lazima tuweze kuishi na tunapokuishi, tunapokuimba, tunaka kuimba unatutoka nani, kwa sababu tunamaanisha hayo maneno tunayosema. Nimewasikiliza ukiimba na nikatamani sana, mimi ningependa kuwa katika kanisa imba kamoyo wanguu, na kwa upendo sauti zinapenya kwenye kuta zetu, na kawewe unasikia ma... kama kama hivi ndivyo itakavyokuwa hata mbinguni, ukiimba na kumtukuza Mungu. Ningependa hata mie niweze kukuza hicho kipaji nipate kumtukuza Mungu sio tu katika uimbaji bali

Lakini tukumbuke kwamba Mungu anaweza kuzima ya kayoti unaweza zima wako wa kugoma. yeah, right, na kwa sababu ya kiburi na majivuno, lakini Mungu anaweza kuzima kusimbe hata siku moja tena, na hivyo ndivyo tunavyo sahau wakati ambapo twaja na kiburi katika misa takatifu na kuonyesha kama ni kana kama iki kipaji ni changu, sio kipaji ambacho nimee